Katika kisiwa cha Mafia, mashua ndogo zilikuwa zikielea taratibu juu ya maji ya bahari ya Hindi. Kijiji cha Kifundi kilikuwa maarufu kwa uvuvi wake na simulizi za ajabu kuhusu majini waliosemekana kuwa hutokea baharini. Miongoni mwa wavuvi hao kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Suleiman. Alikuwa hodari wa uvuvi, mwenye nguvu na ujasiri mkubwa, lakini pia alikuwa na tamaa ya kupata mke mzuri zaidi ya wanawake wote wa kijijini hapo. Siku moja alipokuwa akirudi kutoka baharini, alikutana na msichana mrembo sana ajabu, mwenye asili ya Kiarabu. Uzuri wake ulikuwa wa kipekee sana ngozi yake ilikuwa laini na yenye kung'aa kama maji ya bahari wakati wa jua kali, macho yake makubwa na ya kuvutia, na amevaa kwa kujistiri kuonyesha ni binti aliye na maadili sana. Alijitambulisha kwa jina la Nadia. Suleiman alivutiwa na uzuri wake, hakuwa amewahi kumwona kijijini, lakini alihisi mvuto usio wa kawaida. Alijaribu kumuuliza anatokea wapi, lakini msichana huyo alicheka tu na kusema Nimetoka mbali lakini nipo hapa kwa ajili yako. Suleiman, maneno hayo yalizidi kumchanganya, lakini uzuri wa Nadia ulimfanya asiwe na hofu yoyote. Usiku mmoja, Suleiman akiwa amelala, aliota ndoto yenye uhalisia. Aliota Nadia amempeleka kwao kwenye kasri kubwa sana la kifahari, huko akatambulishwa kwa wazazi wa Nadia, baba yake ni mfalme, na wakafungishwa ndoa ya kifahari sana. Suleiman alimua Nadia ndoa ya siri ujinini bila kujua, na alipoamka alihisi ni sawa tu, kwa kuwa alikuwa amepumbazwa akili. Tukiwa tunaendelea na simulizi yetu hii nzuri, ningependa kuwashukuru na kuwaomba kama hauja subscribe, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele, huwe mwanafamilia wa Dunia Ya Simulizi Za Kusisimua, ili usipitwe na matoleo ya simulizi nyingi nzuri zinazofuata. Baada ya kufunga ndoa, Suleiman alianza kuishi rasmi na Nadia kwenye chumba chake duni alichokuwa amepanga. Usiku wa kwanza kulala na Nadia kama mke wake, Nadia alikuwa mtulivu sana, lakini Suleiman alihisi baridi kali isiyo ya kawaida chumbani mwao, ingawa bahari ilikuwa na joto. Mida ya usiku wa manane aliamka ghafla. Nadia hakuwa kitandani. Mlango ulikuwa umefungwa, lakini upepo mkali ulikuwa unavuma ndani ya chumba. Suleiman alisimama macho yake yakitafuta kila kona ya chumba. Ndipo alipogeuka upande wa pili wa kitanda na akamwona Nadia akiwa anaelea, miguu yake haikugusa ardhi, huku akimfata kwa kasi. Macho yake yalibadilika yakawa ya kutisha sana, na vidole vyake vikawa virefu zaidi. Suleiman, umekubali mwenyewe. Chumba chote kilitetemeka. Suleiman alirudi nyuma, mwili wake ukiwa mzito kwa hofu. Nadia aliinua mkono wake, na vivuli vya mikono mingi vikaanza kumfuata Suleiman kwa kasi, vikampa hisia ya baridi kali na kupoteza fahamu. Kisha taa ikazima na giza nene likatanda chumba kizima.